Sikia, huko nikotoka nimechoka sana, nahitaji kupumzika. Hivi mke wangu, nitoke kazini nirudi nyumbani nije nipike hivi? Nitakuwa nimeoa au umenioa wewe, mke wangu? Pesa na Matatizo ina Yes, hello. Ah, samani wewe ndo Mr. Junior yeah, Kumajina, ah, ya ndo mimi, kwa majina naitwa Kunakuzefili. Ah, mimi ni raia msamaria mwema nimekupigia simu kwa sasa kukupa taarifa kuwa ndugu wako amepata ajali. Hospitali gani hiyo? Hospitali ku wilaya ya Machunduzo. Ok, sawa nakuja. Juma niweka sana hapa. Yaani nimekusubiri juu nimechoka. Nime kwanza samahani sana mpenzi wangu nimekuwa kweli. Sawa, ulikuwa wapi? Basi nilikuwa naomba nifungue mlango tuzungumzie ndani. Sawa. Kuna shida kunijibu tukiwa hapa hapa, si ndio? Eh, e, hapana mpenzi wangu, hapa tukianza kupigizana kile kile kabisa maji ndani, nisaidie basi, shika hapa, fungua nisaidie kufungua mlango. Ulikuwa, hey, <sighs> <sighs> Nil dogo, ulikuwa wapi api jamani, baby, kwa hata salamu amna kwa, ulikuwa wapi, au ulikuwa kwako, si ndio? Ah, nilitoka tu kidogo mpenzi wangu. Nimekuuliza ulikuwa wapi, mpenzi wangu. Leo nimeamka nikaona, nikasa kitabu kunaenda kukaa naya mavieti mundani. Kwa unavyoniona hivi nimetoka kutafuta kazi, maana Juzi katika pita pita zangu mtaani nakutana na rafiki yangu, akaniambia kuna hospitali fulani wanahitaji wafanya kazi. Kwa unavyoniona hivi nimetoka kutafuta kazi. Baby. Yes. Nambo ni samehe, yani namaanisha nimeongea maneno mabaya, nimekutilia shaka, kumbe nilikuwa nakostea ko. Nambo ni samehe sana Mpenzi wangu usiwaze kabisa kuhusu hilo, na wala hujanitamkia maneno kwa ubaya, ulikuwa na maana nzuri tu, maana unalinda kilicho chako siku zote, ili mwonekane na mapenzi ya dhati, masti wivu utangulie mbele. Sasa wewe usinionee wivu, tutakuwa na mapenzi gani hayo, mpenzi wangu? Mm. Eh. Saabi, kwa unamaanisha umenisamehe? Unasikia Queen mwanangu? Ndio, usi uh, unaenda kucheza mbali na nyumbani sawa? Eh, mama. Alafu nawe muda si mrefu utaanza shule sawa? na sasa mama. Ma, ay, adaaa! Kila siku nanipeleka shuleni kuma amnipeleke. Akija babako nitamwambia peleke shule, sawa mwanangu? Ni nwatakiwa tufanye kazi ya, ya mzetu imaliza kwa wakati. Ndio kabisa, kwa sababu ukiangalia naye amesema kwamba msimu wa mvua ndio huu, kwa hiyo inapaswa tufanye kwa haraka zaidi. Basi haina shida, itapendeza zaidi. Hata mzee pia atakapomkabidhi kazi kwa wakati, yeye mwenyewe atafurahi. Hata siku nyingine atakuwa na imani ya kutupa kazi. Sasa hizi, shem, salama tu shemejangu, za kazi, tuna mshukuru Mungu. Karibuni, asante sana. Kang, habari za hapa, situkua vipi za kazi. Kazisa naendeleac salama tu, yeah. Tuna mshukuru Mungu. Chukua tayari. Ndio, chukua tayari. Ya, nimekusamee kabisa mpenzi wangu na ili ujue kama nimekusamee basi, ngoje nime kitu. Sija kuambia chochote vipi, lakini hali ya mjomba <gibu> mjomba anaendelea vizuri, anaendelea vizuri sasa Mpenzi wangu, kuanzia sasa hivi na leo hii zidisha sana kuniombea dua njema kwa Mwenyezi Mungu i e, anisaidie nipate ile kazi. Nikishapata ile kazi, yani mshahara wa kwanza, nikuja kutoa posa kwenu, ili ni kuoe tuishi wote, tule wote tulale wote tuamke wote, na hata kuoga pia tuoge wote, au unaonaje? <coughs> <coughs> Sawa azi mwenyee na kuombea kwa Mungu upate pesa ujemsoree posa <coughs> penzini mizani iloja moyoni

natakiwa mtoto umpeleke shule. Sasa ana ataenda tu u mwaka lazima aende tu huyu, muda ndo huu, ili asiache kuzuruazurula, ili apunguze kuzurula. Okay. Asante. weziisimu mekula Eh? Yeah. Yeah? Yeah. Chukua. Unajua Bwana KD, chemeji pindi analeta chakula hiki, aisee nimeenjoy kweli. kwelikweli kwani? Unajua mimi huko kwetu huko, yaani, chakula kama hiki watu wanakipenda sana. Mm -hmm. Na unajua wanapendaga sana sana kutumia jina gani kukiita hiki chakula?

Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia Mke wangu, mbona unapitiliza? Ina maana unioni? Hebu njoo hapa. Habari yako? Nzuri. Vipi, mbona nimepiga simu yako haipatikani? Shida nini? Simu nzima, ndio maana sipatikani. Ah. Sawa so, vipi chakula tayari? Maana nimetoka ofisini sijala chochote mke wangu, na njaa hatari. Wewe kutoka kazini utakuja hapa nyumbani upike, kwa maana bado haujapika vada nikitoka huko nikoenda nitakuta umesha ivisha nile kumebada ta ujiandaa chakula, mke wangu. Yani mimi tena niandae chakula? Sikia, huko nikotoka nimechoka sana, nahitaji kupumzika. Hivi mke wangu, nitoke kazini nirudi nyumbani nije nipike? Hivi nitakuwa nimeoa au umenioa wewe, mke wangu? Haiyo mwenzio, tumekaa hapa lakini mawazo yako hayapo hapa, si ndio? Hapana, kulikoni kwanu? Maamwenzi, nimeita zaidi ya mara tatu lakini hutiki. Una shida gani? miango na vitu tu nilikuwa nafikiria, lakini sio mbaya, niko sawa mangu. Mi nakujua ukiwa upo sawa na ukiwa haupo sawa Niambie kama kuna tatizo lolote, nitakusaidia hata mawazo. Hapana, kama ningekuwa kama nina shida nanisumbua, singekwambia? kwani nishawahi kuficha? Kwahiyo wewe navyoniona, mimi niko sawa, na ndio maana mimi mwenyewe nakwambia niko sawa sawa. Weka nalo moyoni, likikushinda utaniambia. Pesa, pesa, matatizo nayo, inaleta furaha kidogo, huzuni nayo, pesa, ugomvi ndani ya nyumba, motomoto, moto. Sina pesa, lakini mapenzi yananipayo